Mheshimiwa meya, kwa nini unaendelea kutembea mitaani? Yeah, tunaendelea kutembea mtaani ili kuhakikisha kama usafi unafanyika na, na sisi wenyewe tunaendelea kufanya usafi. Usafi ulianza zamani, utaendelea hadi siku gani? Usafi ni wa kila siku, kila siku tunapaswa tukasafishe mji wetu kama sisi hatusafishi mji wetu, wanani tena watakuja kusafisha? Lakini hatutasubiri kwa militari international ndio ikiwo tufagilia hata manyumba. Naona wewe mwenyewe unasumba saki na mchafu na nuka ya inaomba inaomba kuhubiri kwa mfano. Sisi kiyong, v, sisi kama viongozi tuko watumishi wa rahia, sisi tunapasha pita mbele na watu wengine wote wanatufuata watu nyuma <coughs>

Hapana, si kukaa kwenye nyumba kubwa kubwa na tusiende barabarani. Tunapasha enda barabarani kusafisha, kutumika pamoja na raia yetu na watu wengine wote wanatufuata nyumba. Lakini naona unahimiza vile, unaita wafanyakazi muje mfanye kazi, kazi. na maanisha nini? Tunajua mji wetu na wafanyakazi wote, kama vile raia wote wote, wanapasha kuja pamoja tuweze kusafisha mji wetu wa Goma Tusafishe Goma yetu, tunafagia, tunafungula mifereji, tunakusanya uchafu kwenye mifuko, tunatia kwenye gari, kwa maana tumekuwa na mpango ya kuitisha wafanya kazi mbalimbali mbali. Jumajana tulikuwa na wale ambao wanatumika kwa mambo ya fedha. Kwa sasa tuko na watu wa Regideso, tuko wanatumika nao

umoja kati yetu, kati ya makomunote umoja ambao bwana Chilombo na government yake walikuwa wameharibisha hapa Pagoma, lakini kwa sasa tunafanya kazi sote pamoja, bila kujua huyu ni kabila gani ama huyu ni kabila gani.

regidzo kwa ngambo ya mai. Alors hata uko na maji safi, uko na nyumba safi, kama unaishi muyalala, ni magonjwa tu. O, tulisema tuke tuapuye leta ku tu kazi ya assainissement ji tutengeneze mwingine mwingine, shiwote tuwe kawaida hmm. lakini matembea safari ndefu a eidzo, ndio tuko tayari paske mai unaasaa tunafanyaka ecouveme ni matembezi kutembelea wakaji vio ya kuuliza shida ya mai, vio ya kukamata index, vio ya kulomba franga ya factur, na tunatembeaka, tunazoea ikai, kwa nini munaingia katika usafi sasa? Kwa usafi, parceke shie tuko charge na bien etre kwa ngambo ya mai. Usafi iko ndani, hakuna bien etre bila usafi. Tunapasha yapue leta, tuko service dapui ya wamama, vijana, wazee wote, na wakati tunafanya kazi hivi kuna wengine nao ambao wanakuja tu wanaona kama mradi ni mzuri sana, wanakuja na wanatusindikiza kwa kusafisha mji. Lengo ni nini? Lengo ni sisi wenyewe ndio. Oh, tunasema kama Kongo itajengwa na sisi wenyewe, inabidi sisi wenyewe tulete amani kwetu, na tumeshaweza kuileta ndani ya mazoni libere zote, na sasa ni muda wa kuleta maendeleo na kusimante ile umoja ambayo bwana Chirumbo alikuwa ameharibu. Kwa sasa tunafanya kazi na kuhakikisha kama kila mtu ana participer kwa maendeleo ya, ya mji wako. Lakini unatembea vile mu quartier? Ya tunapasha tutembee kwa ma quartier kuhakikisha kama watu wanafanya kazi kweli kweli paske hatuwezi jilimite muvile tujikontante na kuona kama vile iko propre na ndani ya makata kuna uchafu. Ndio maana sisi kama viongozi sisi kama watumishi wa raia, chama chetu kinatutuma usiku na mchana kwenda kufuatilia mpaka ule raia wa mwisho kuangalia anaishi namna gani, anaishi ndani ya mazingira gani. Kama mazingira ni mabaya tunamuhubiri, tunamsaidia, tunamwonesha gizi cha gizi ya kufanya. Na wao kesho, kesho yake nao wanafuatilia. Haiko tu mimi mwenyewe, hata wa burgomestre nao wa wako maeneo zingine, wa chef de quartier, wa chef d'avenue, wa watu wote wako mobilise ili kuweza kupatia Goma sura nyingine ya mpya. Na mimi nadhani watu wote wako naiona Goma imevaa nyingine sura ya mpya. Goma imekuwa msimu mpya ya amani

Hiai haiko savitu, naona watu wanawekaweka masaki, zitafanya nini? Kukusani, ya, kukusani watu, watu wakati wanakuwa na uchafu nyumbani kwao, tumewaambia wasitupe uchafu ovyo ovyo. Wanaweka fasi ambapo tuliwaonesha tuliwa, kisha sisi na servise zetu tunakuja kuondoa uchafu na tunaenda kuweka kwenye madepotoara. Yaani leta leta inakamata maresponsabilite zake. Sisi hapa hatufanye kama Kinshasa ambako watu wanatupa uchafu ovyo ovyo. Sisi tunaelekeza raia muweke uchafu hapa, na wakishaiweka pale, na sisi tunakuja tunauchukua na tunaenda kutupa. Mnaupeleka wapi? kwa sababu sehemu ya kutupa nao nguko na madepotoire, tuko na nafasi mu territoire ya Nyiragongo, kule ndio tunaendaka tunaipeka kuiweka mbali na raia, paske ni uchafu ambao unatoa harufu mbaya, lakini kule ndio tunaendaka kuiweka mbali na manyumba za raia, ili tuweze usikukinga raia yetu na magonjwa mbalimbali ambayo inaletwa na, na uchafu uh, Mheshimiwa, yes. Leo nimeona umetembea muda mrefu na we kugusa masaki kuogota majani kwa nini? Ni kama kawaida, unajua hii ni mji yetu napotutengeneza sisi wenyewe. Ukiwa kampuni ya kuhuzisha maji, unajua asenismaka vile direktor alivyosema, hakuna maji safi bila mazingira mbaya mazingira ikiwa mbaya, tupate maji safi ni kazi bure. A, tufanye mazingira iwe safi, hewa iwe nzuri, tupate maji safi na hapo hmm. afya inakuwa vizuri sana. Hii ni mara ya kwanza kuiona Kongo, viongozi wanatoka kwenye ofisi wanaenda kuogota eh, mchafu ambao watu wametupa. Unajua, chama ilitufundisha kusogelea raia na ilitufundisha leadership. Leader semi mwende, leader anasema twende wakuwa wakisema te tufanye usafi, viongozi wote wanatoka wanafanya usafi, sio sisi wenyewe ama Mas... Nyinyi ndio mnataka muwe mfano, alafu watu wafuate. Ukiwa ukia kiongozi mfano, sisi tuna viongozi wetu a ni wa mfano, nasi wamfano, ili nao wawe mfano. Mnahofia hii mchafu iende kwenye maji, alafu yaambukiza watu, ndio inaacha mu aiyo sio kuapuye mea nikuapuye ni raia kupitia mea mwenye anamobilize watu pia na hiyo uchafu unajua denja ya kwanza sio lisasi denja ya kwanza ni uchafu ukigundua hiyo mambo unajua kama nikitengeneza mazingira safi hali itakuwa vizuri na itakuwa salama unajua tajishi zikipambana kama kolera na kuja wanacha siloto wanakimbia. ni kusema hapa muji yetu ya Goma epera tupiganishe vizuri sana, ni kuanzia ya kuusafi. Mazingira inakuwa safi, maji inakuwa safi, na wabona anakuwa safi, wakiwa na afya nzuri, watatulipa pesa vizuri bila mm. yeah. na shidatulienda naidtuonpauawatuwote kwa ujenzi wa wamu, mji. ujei napenda watu wote waangalie namna ani upende nji, upende mji wa Goma, faire participer makushe zote za population kwa ujenzi wa mji kwa usafi wa muji yaani usafi ya Goma, kila mtu anapasha kujiaproprie hayo, kuanzia kwa coordinateur politique wetu kwa general wetu Sultan Makenga, kwa gavana wetu na watu wote wengine ambao wanafuata meri ya Goma na populasioete ya Goma inapasha ijiaproprie ii maproje ya developemet, inapasha jiaproprie aservisema ya muji wa Goma na mazoni zote ambazo ziko libere, kwani sisi wenyewe tu ndo tunaweza leta uchafu usafi kwetu ni sisi wenyewe ndio tunaweza shanga mji wetu, hapana. Watu wengine hatutachunga wa occidentaux ndio wakuja kusaidia, hata kama balabala. Hapana, sasa unaona hivi tunasaidia kutengeneza, ni kwa ajili ya kuepuka kuetuka, mvua ikinyesha hivi, tunasaidia sa

Yeah, ma service aproprie inaweza haribu mashine zenu, ndio parcee, kama ina bushe mai aingie mashine ile inapasha tumika na mai ndani. Kama mai inakosa ina shafe inalungula, ni mashine iko bei sana, kwa hiyo ni hatari. Ndi hii usafi, yani itawasaidia, itatusaidia, kutusaidia, shie inasaidia na wakazi wenyewe

Sisi wote tulizani hatutaweza kwa sababu tumezeeka naona na, na, umetembea safari ndefu, lakini tumetembea safari ndefu tumeona kabisa kumbi mwili kingali lakini, eh. Kwa nini mnashindikiza mea kutoa uchafu? Tunashindikiza mea kutoa uchafu kwa sababu mea neno moya, kwanza yepeke ni kijana na ni kijana mwenye anapenda uswafi na wakati anapenda uswafi, mai yetu ya Reji des Eaux anasema lo selavi, lo selavi, mai i uswafi, na wakati iko uswafi inawapasha kupa maisha. Na wakati tuliwaza ile, tukasema leo tutashindikiza mea wetu kwa kuweza kusafisha muji wetu yote ya Goma. Yes. Yes. Hamchoke <laughs> eh, bwana <laughs> kweli. Hatuyama e no, mutu akuwe na kunywa litre ngapi ili atembee kama vile umetembee kama gisi OMS inasema mutu anastahili kukunywa litre tatu kusiku ya maji. Maana yake ifo kunye litre tatu na ile litre tatu itakupermettre kupa afya njema na ngufu tele na kufanya kazi vizuri. Maji nasaidia nini mwilini? Uh, maji si njo element moteur uko moyo, na maji kama moyo haiko hauko, kama maji haiko hauko. Mbona watu wengi wanakulaka bila kukunywa? Watu mingi wanajidanganya Wamekamata wamekula amekunywa bia, anasema bia na shanje eh, hata akukunywa maji amekunywa bia, lakini maji ni maisha lo selavi. Bila maji kumwili hauko. Kuna elema mbili kumwili uko moyo na maji mm. Wakati yaunio maji esirtu, maji gani? Maji yetu ya reji des eaux, maji swafi, maji ambayo kwa kumgini fasi yote, ninasaidia watu wote kuwa na afya njema, afya nzuri. Asante. Mtu mzima anapasha aishi kwenye mazingira safi, paski kama hauweke mazingira yako safi takuwa expose kwa maladi ya mesali. A part sa, kuna naona sawa Kinchasa mainondasio. Makanivo zote zishaka fungwa. Wakati makanivo zinafungwa, maji haitatembea tena, maji haitashuka vizuri na inakree mainondasio watu wanazama. Sasa sisi hatutaki ile ambayo inapitika Kinchasa ipitike hapa kwetu. Ndio maana chama chetu kimeweka hii muradi. Tuko naenda tuko na gomboa inchi na tuko na chenga. Yaani, tuko na gomboa na tuko na jenga, tuko na gomboa na tuko na safisha, tuko na gomboa na tuko na badilisha mentalite za watu, tuko na gomboa na tuko na leta umoja. Na hiyo ndio revolution ya kweli, na hiyo ndio chama cha AFC M23 kilikuja kufanya ndani ya mji wa Goma na ndani ya nchi yote ya Kongo. Asante. Shukrani sana.

Oote utalongo nini kama Regideso sabdi a leo na mpaka votumemaliza, kitu ambacho tunawashukuru sana wa agent yote ya Regideso. Kwa jina ya meya ya Goma, tunasema asante sana. Ingine nikuwaambia, kama c'est de cette façon que nous allons bâtir un Congo nouveau. Ni sisi wenyewe ndio tunapasha kujisafishia mji wetu, ni sisi wenyewe ndio tunapaswa kujenga na kuleta amani kwetu, na hii ni signal for ni signal ya umoja paske wakati tumekuwa tuko nafanya salongo tumefanya salongo kwa umoja bila kutafuta kujua huu ni kabila gani na huu anazungumza lugha gani, na hii umoja ndio tuendelee nao mbele ili tuweze kujenga Kongo mpya ili tuweze kujenga Goma mpya ya amani, ya umoja na maendeleo. Au nom de la mairie, tunawashukuru sana msm

Lakini mheshimiwa, wacha nikuulize swali mbele. Mai ilikuwa ni vigumu kuipata Goma yeah. tangu FSM vetura iko Goma maji nafika ilikuwa inaficha mawatu. Uh, kulikuwa probleme ya energie.